Bwana awe nanyi awe pia rohoni mwako. Somo katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Eli watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wakesha. Amin nawambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, eli watumwa hao. Neno la Bwana. Sifa kwako, e hey Kristo. Viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia jambo linalostua kwamba hatuna budi kuzoeana na kifo kwa mapendo ya Kristo. Kifo ni safari ya lazima kwetu sote, ila hatujui muda wake. Mungu tu ndiye anajua. Kwetu sisi kifo huja ghafla. Tukisoma katika maandiko matakatifu barua ya kwanza kwa Thesalonike sura ya tano mstari wa pili imeandikwa hivi: siku ya Bwana inakuja kama mwizi ajavyo mtu anachukuliwa siku asiyotegemea. Viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, iweni kama watu wanaomngojea Bwana wao. Mungu ametuficha wakati wa kufa kwa faida yetu, kwamba muda wowote tuwe tayari. Ndugu zangu, usimpe Shetani nafasi. Rekebisha mahusiano yako na muumba wako. Chunguza maisha yako na sakramenti. Jihadhari usipoteze neema za Mungu alizokujalia kwa kifo cha Kristo msalabani. Na baraka za Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ziwashukie na kukaa nanyi daima. Amina.